Mengi na vigeregere mweshimiwa rais kwa ridhaa yako naomba nisome mradi wa maji same mwanga korogwe umezinduliwa na mweshimiwa d samia suluh Hassan, rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania tarehe 9 machi 2025, historia imeandikwa makofi mengi sana na vigeregere asante sana mweshimiwa rais asante sana sasa picha inayofuata ni ya mweshimiwa rais pamoja na Waziri wa Maji na Waziri Mkuu mstaafu mzee wetu Cleopa Msuya, niwaombe viongozi wengine tusogee. No, wengine tushuke chini sasa ni sasa, niombe wengine tushuke <tipa> wengine wote tushuke, baki Mheshimiwa Waziri wa Maji peke yake na Mheshimiwa Rais pamoja na Waziri Mkuu mstaafu, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi wengine tushuke sasa yes. Tuache picha, tusogee nyuma, tumwache Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri wa Maji na mzee wetu Waziri Mkuu mstafu mzee Cleopa Msuya, asante. Niombe sasa DJ mstaff staff usogee upande ule kwa ajili ya kuungana na picha hii. Na to you our contractors, you might see we have our honorable former prime minister. He's the one who have been insisting many times about this project. He has been following up hand to hand and today, it's a very special day for him. He's a very happy man than any man here. Please, you may shake your hands with him.

Na mheshimiwa rais tunakushukuru kwa kumwalika, na hata sisi, mheshimiwa waziri, tulipokwenda nyumbani kwake alisema amepokea barua yako, anakushukuru sana. Asante sana mheshimiwa rais. Mheshimiwa rais, tumefika mwisho wa tukio la picha, sasa tuelekee kwenye mkutano. Asante sana na tunawashukuru sana na mheshimiwa rais tunakushukuru sana.